Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano inawatangazia vijana wote wa Kitanzania wenye umri kati ya miaka 15 hadi 35 anayependa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi katika fani za ubunifu wa mitindo, ushonaji, ufundi bomba, uwashi useremala, uchomeleaji, umeme, ufundi magari, utengenezaji wa vipuri, upishi, huduma za hoteli, utalii na nyinginezo. Mafunzo yatatolewa kuanzia tarehe 26 Januari 2026. Orodha ya vyuo inapatikana katika tovuti ya ofisi www.kazi.go.tz. Serikali itagharamia ada ya mafunzo kwa asilimia mia moja kwa kijana atakayechaguliwa kujiunga na mafunzo haya. Maombi yanapokelewa kuanzia tarehe 5 hadi 19 Disemba 2025 yakiambatana na barua ya maombi, cheti cha kuzaliwa, cheti cha elimu, kitambulisho cha uraia au kadi ya kupiga kura, barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa au kijiji na picha nne za passport. Sifa za kujiunga: mosi, elimu ya msingi au zaidi kwa baadhi ya fani za ufundi stadi; mbili, kidato cha nne au zaidi kwa fani za ufundi wa mashine, umeme na magari; tatu, awe Mtanzania mwenye umri kati ya miaka 15 hadi 35 na mwenye afya njema; nne, vijana wenye ulemavu wanapewa kipaumbele watakaokidhi vigezo pekee ndio watakaopangiwa mafunzo. Tangazo hili limetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano.